Mwisho wa siku leo hawaelewani, wanagombana wanagombana. Ukiingia kwenye mitandao huko, kuna mmoja nimemuona kasusa. Yule Mange Kimambi nimemuona kasusa. Anasema kwamba jamani, kuanzia leo mimi nitaacha kuwapambania. Hasa alikuwa anampambania nani? Yaani aache kujipambania mwenyewe, kuvaa vizuri, anatembea uchi, anakuja kumpambania nani? Ajipambanie yeye kwanza, avae vizuri ajistiri. Alafu ndo aje kuwapambania. Anakupambania mtu mwenyewe nguo yake anavaa chupi, anakupambaniaje sasa nimetazama juzi nimemwona anasema nimesusa. Sitaki tena kuwapa. Kwa hiyo wenyewe kwa wenyewe wanagombana sasa hivi, wanaacha. Dua zinasaidia wakati mwingine kwa namna moja ama nyingine. Mimi najua katika nchi hii kila mmoja ana chama chake. Kila mmoja ana msimamo wake na itikadi yake na mambo yake. Lakini vipindi hivi vina mpito. Hata huyu rais aliyekuwa sasa hivi ana muda mchache tu, muda wake utaisha. Atakuja mwingine. Sasa yule mwingine ambaye pengine tunamtaka sisi tutazame na yeye je, ayeona yatakaye hey, wee hey utayapata, kwa hiyo tu wakati mwingine tu wavumilivu. Huyu wakati wake utavuka, tumpe ile comfortability ili aweze kuijenga nchi. Wakati fulani ikiwa nchi haitawaliki, yani huyu anaongea hivi mara hivi mara tunapanga maandamano ama tunapanga hivi, yani inakuwa sasa serikali inakuwa, haipangi mipango ya kimaendeleo inakuwa inawaza kuwafikiria wauni wachache wanaopanga kufanya vurugu kila kukicha, badala ya kuelekeza nguvu kwenye kuijenga nchi, nguvu inaelekezwa kwenye kuzuia kikundi cha wauni sasa sisi kama Waislamu jukumu letu ni ni, ni kumpa comfortability kiongozi wa nchi ili aweze kuongoza. Muda wake mchache uliobakia miaka minne ikimalizika, ataondoka kisha maneno haya muyashike. Huyo atakayekuja huyo ambaye tunaamini atakuwa mzuri naye tumuone. Atafanya hivyo tunavyotaka sisi au atatuletea pesa mifukoni. E, tusubirie tuone. Maana hii miaka minne ni michache, atamaliza kaza miaka yenyewe hapa ya uongozi ni miwili tu miaka miwili iliyobakia ni vurugu za kisiasa itakuwa, kila mmoja anataka urais kwa, ni miaka miwili tu ataongoza. Kwa hiyo e, tuwe wavumilivu tuwe na subra ile, tumpe comfortability ya kuongoza nchi irudi. Sasa hivi ukitazama, jukumu kubwa ni kuwarudisha Watanzania kuwa kitu kimoja. Hapa katikati mambo ya udini nini yalizuka, mambo mengi hapa katikati. Sasa yote haya yashapita, afallahu amma salafu wa tilka alayamu nudawiluha baina nnas, Mwenyezi Mungu alitupitisha kwenye hiki kipindi. Sasa haya yashapita, leo tuliwe moja kwenye kuijenga nchi yetu. Adui kashashindwa tayari. Tukianza kuumana sisi wenyewe kwa wenyewe, tutampa nguvu adui. Sasa kwa sababu sasa hivi adui hata vyombo vyake vya habari aongelea bara Tanzania sasa hivi kaacha. Mwanzo ilikuwa kila kukicha Tanzania kila kukicha, sasa hivi aongelee. Tukianza kusigana wenyewe kwa wenyewe, atapata nguvu tena, ataanza kuingia ku penetrate